Taifa letu linaelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba mwezi huu mwaka huu. Napenda nichukue nafasi hii kuwaomba na kuwasisitiza sana wananchi wenzangu, swala la kudumisha amani na utulivu katika taifa hili. Viongozi wetu wakuu wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha amani ya taifa hili nabakia hayo maendeleo ambayo tunayataka tuletewe, kama huo ujenzi wa barabara na nyingine ambayo yanafanya hayatoweza kufanyika iwapo kutakuwa hakuna amani. Ukikosekana amani, hakuna ibada, hakuna maendeleo, hakuna kusoma, hakuna chochote. Kwa hiyo nakuombea sana wananchi wangu wa wilaya ya Mkoani, nafikisha kwenu, najua nafasi hii ya ukuu wa wilaya

siku yetu ya kupiga kura sisi mimi na wewe na mwingine asiyekuwa chombo cha ulinzi na usalama ni tarehe 29 ya mwezi wa kumi. Tarehe 28 ya mwezi wa kumi inatajwa kwamba ni tarehe ya kupiga kura ya mapema. Nani wanaostahiki kupiga kura ya mapema? Wanaostahiki kupiga kura ya mapema ni vyombo vya ulinzi na usalama hawa ndio wanastahiki kupiga kura ya mapema. Tunavyopita kwenye majukwaa sisi viongozi na sisi wananchi tulioko chini ambao hatuko juu ya majukwaa, tumekuwa na kawaida ya kusema kupiga kura ni haki. Kupiga kura ni haki ya kila mwananchi, serikali haikatai. Ni kweli kupiga kura ni haki ya kila mwananchi na hawa vyombo vya ulinzi na usalama nao pia ni wananchi kama tulivyo sisi. Ni wananchi na wao pia wananchi. Vyombo hivi, ama watu hao walioko katika vyombo vya ulinzi, wamekuwa wakiikosa haki yao ya kupiga kura kipindi kirefu sana. Kama ambavyo tunalalamika sisi tukasema kwamba kupiga kura ni haki yetu, na wao pia walikuwa wakilalamika na kusema kwamba kupiga kura ni haki yao. Walikuwa wakikosaje kupiga kura? Natoa mfano. Mfano, makao makuu ya JKU kwa Pemba yapo Wawi, sote tunajua, ina kambi yake ya JKU ipo Chokocho, kambi yake ya JKU nyingine ipo Mwambe, kambi ya kambi, kambi yake ya JKU nyingine ipo Chambani lakini inapofika wakati wa kujiandikisha kwenye daftari, kwa mwenye sifa za kujiandikisha kwenye daftari awe na umri wa miaka kumi na nane au ameshapata kitambulisho cha Uzanzibari, hicho kinamthibitishia yeye kwamba ni Mzanzibari na ana miaka kumi na nane, kwa sababu kile hapewi kama hajafika miaka kumi na nane. Hawa wote wanatakiwa kwenda kujiandikisha kwenye daftari JKU w wow. kwa taratibu zao za kikazi. Lakini askari polisi wana kituo cha polisi Kengeja, wana kituo cha polisi Mtambile, wana kituo cha polisi Mkoani kwa mkoa huu wa Kusini. Makao makuu ya polisi yapo Madungu. Unapofika muda wa kujiandikisha kwenye daftari hawa wote, kwa sheria zao na taratibu zao, wanapaswa kwenda kujiandikisha Madungu na vikosi vingine mfano wa hapo faya makao makuu yake yapo pale kuelekea njia Pujini pale, kila mmoja kemkemu makao makuu yao yapo Weti, wanajiandikisha Weti kwenye daftari la kudumu. Sasa ikifika kipindi hiki cha kwenda kupiga kura, ulipojiandikisha ndipo unapopaswa kwenda kupiga kura, si ndio? Siku ya tarehe ishirini na tisa ya kupiga kura vyombo vya usalama vinapangiwa kwenda katika vituo mbalimbali kwa ajili ya kudumisha amani, kulinda raia na mali zao, kama ulivyo wajibu wao wa kazi. Chombo hichi ama mtu huyu kapangiwa kwenda kusimamia hiyo kazi yake ya kulinda raia na mali zake, na kuhakikisha amani na tawala katika nchi yetu. Makongwe, Shamiani, Mwambe, utaratibu wetu wa kwenda kwenye maeneo ya kupigia kura, jioni ya saa nane tisa, magari yanaanza kuondoka ofisi ya tume ya uchaguzi kuelekea kwenye vituo vya kupigia kura kesho, tarehe ishirini na tisa sawa, eh? Na wakiondoka wanaondoka pamoja na vyombo vya usalama kulinda. Asubuhi ya siku ya tarehe ishirini na tisa tunaamka na zoezi <coughs> saa moja kamili asubuhi, zoezi linaanza la kupiga kura. Nambie, askari huyu ama mtu huyu wa chombo cha usalama ataondoka Kisiwa Panza ende Wawi, ataondoka Kisiwa Panza ende Madungu, ataondoka Makongwe ende Wete kwenda kupiga kura? Hawezi kuondoka, na ndiyo maana miaka mingi walikuwa kikosa haki yao ya kupiga kura. Kwa hiyo kupitia Baraza la Wawakilishi ikaundwa sheria kwamba hawa basi vyombo vya usalama wapige kura siku moja kabla, ili siku ya pili wao waendelee wa na majukumu yao ya kazi, na sisi tuliobaki tuende tukapige kura. Ndio sababu ya kuwekwa hiyo kura ya mapema, na yeyote asiyekuwa chombo cha ulinzi, si mimi, si mkuu wa mkoa, si mheshimiwa rais, hana uwezo wa kwenda kupiga kura siku ya mapema. Wote tunapiga kura tarehe ya pili, ambayo tarehe ishirini na tisa kwa mwaka huu. Siku ya tarehe ishirini na nane watakaopiga ni vyombo vya ulinzi tu, na orodha zipo zitabandikwa kwenye kuta. Lakini kama hilo halitoshi, mawakala wa vyama mbalimbali, wa wagombea mbalimbali, watakuwepo katika hiyo siku ya kura ya mapema ili kulinda hiyo haki ya mgombea kulinda haki ya chama chake, watakuwepo. Wazee wangu, kuna watu sasa, nakuja hapo. Kuna watu wanapita kwenye majukwaa yao ya siasa, wakikushawishini kwamba tusikubali siku ya tarehe ishirini na nane, na sisi twende vituoni tukapige kura. Jina lako limo kwenye orodha. Kama wewe ni chombo cha ulinzi, utalikuta jina lako kwenye orodha, utapiga kura lakini kama si chombo cha ulinzi ni raia kama mimi, kwenda kupiga kura pale kutoipata hiyo kura. Siku yako ni tarehe ishirini na tisa mapema, saa moja kamili kituo kinafunguliwa, nenda kapiga kura yako, ukatazwi tarehe ishirini na tisa. Na ukishamaliza kupiga kura yako, mzee wangu, kijana wangu, rudi nyumbani, nenda kafanye majukumu yako mengine. Asitokee mtu akakwambia, kaa ulinde kura, kaa ulinde kura yako. Muulize wewe, mbona huendi? Huyo anayekwambia uende nakuwapia, yeye hendi, na kama utamwona anakwenda basi anakaa huko nyuma nyuma, mbele anakutanguliza wewe. Na hao wanaotushawishi kuvuruga amani ya taifa hili nikwambieni, kila mmoja familia yake hapa Tanzania haipo. Sikwambia hapa Pemba, hapa Tanzania, familia yake haipo Ashaiondosha, ashaipeleka nje ya nchi. Wenye uwezo wako Canada, wako Marekani, wako Uingereza. Mimi uwezo wangu mdogo ni yuko Dubai. Sawa eh? Familia yake yote, ikiwa ni mumewe na watoto wake, ikiwa ni mkewe na watoto wake. Na yeye huyo anayekushawishi tayari ana pasipoti yake kwenye mfuko wake wa suruali, na pasipoti hiyo tayari akashakwenda ubalozi, kashagonga visa pap, kwamba ameruhusiwa kuingia katika nchi hiyo. Sawa eh? Anakuja sasa anakushawishi, kafanya hivi, kafuruga hivi, kafuruga vile. Ukivuruga nikibumburuka, nakwambieni sasa hivi tiketi za ndege zinakatwa huko kwenye mitandao, na kwenda zako unagugu unapeleka application, inakuja unachagua utasafiri ndege ipi na saa ngapi, shirika gani unataka kusafiri nayo unafanya malipo kwenye simu. Ukimaliza tiketi yako inarutwa kwenye simu. Sasa nimebumburuka, wazee wangu tiketi yake ana nini? Pasipoti yake ndio hapa kwenye fuko yake asubuhi, na visa ishagongwa kwa sababu ile ile pasipoti ndio unagonga visa, mde mde, si kama visa ni kitu kingine bali, tiketi yake ashaipata ya huko kwenye simu. Huyo anakimbilia airport. Ehe, kitambulisho, pasipoti, kwa sababu pasipoti inatumika kama kitambulisho. Anapeleka pasipoti yake, tiketi yako hii hapa, anaionyesha kwenye simu. Haya, nenda anasubiri pipa lishatua, anapanda huyo iliko familia yake, kama Dubai kama Marekani kama Uingereza. Mi na weye tusiojua hata pasipoti ilivyokaa, tunaacho hapa sasa, wapi tutaelekea sijui. Tunayaona hadi mataifa ya wenzetu hapo yanaofanya kujaribu kuvuruga amani, amani ikishadetereka katika nchi yao, wanaongozwa kwa mstari na vyombo vya ulinzi vina escort wanapelekwa nchi nyingine, wanavuka boda, wanaingizwa nchi nyingine, wanaenda kuombewa hifadhi mpaka nchi yao itakapotulia. Wanaingia kule kama wakimbizi, wanaingia kule kama watu wanaenda kuhifadhiwa. Mie na wewe tutaongozwa, tutakwenda mpaka wapi? Makangale? ukifika Makangale utaogelea mpaka Mombasa? mimi na wewe tutaongozwa moto mpaka Makani mwambe huko, mzee Adibu kwenu huko utakimbilia huko. Ukifika Makaani lile, lile wimbi liloko kule tunaambiwa kule hazipiti meli ndogondogo, meli kubwa za nje ndo zinapita kule. Utakwenda ukaogelee mpaka Madawi. Wazee wangu, usishawishike tukenda tukavuruga amani hii ya taifa tulilonalo. Kuna wenzetu wa Libya. Alikuweko pale kiongozi wao mkuu akiitwa Muammar Gaddafi. Libya misili ya kusema kwamba walikuwa wakinywa maziwa. Hawanywi maji, wanakunywa maziwa. Vijana wakifikia umri wa kuoa Libya, anakwenda tu kwamba mimi tayari nataka kuoa. Anapewa nyumba, Muammar Gaddafi, rais wao, alikuwa anapewa nyumba, anapewa mahari, anakwenda kutafuta mke anayemtaka anamuoa lakini kama hilo haitoshi anapewa koponi kama inapokuja misaada pasku za Ramadhani, si tunapewa vile vipande kama ile zile, ndio koponi. Anapewa koponi, kila tarehe yake ikifika, anakwenda kupeleka serikalini, anapewa huduma zote za mwezi, ikiwemo mchele, pesa ya matumizi, pesa si ya nini, anarudi zake nyumbani na mke wake, na nyumba akapewa bure. Wakatokea watu wasiotakia mema Libya, wakawashawishi wakawaambia Muammar Gaddafi dikteta, anakudhulumuni uchumi wenu, wanauchukua anajinufaisha yeye na familia yake. Wakenda wakaanza kusokotana, mwisho wa siku wakamuua wenyewe kwa mkono wao kwa mikono yao, akamuua yule kiongozi. Matokeo yake sasa, visema <laughs> vya mafuta vyote vile, hao watu wamevilipua. Hicho kilichobaki kipo chini ya ulinzi, mafuta yanachimbwa yanachukuliwa na kupelekwa kwa mataifa hayo. Wao watu wa Libya wamebaki wanatoa macho tu Libya wamekuwa maskini kuliko maskini. Sasa hivi wamekaa kitako, wanaanza kukaa shura, sasa wanasema wamuweke mtoto wa Muammar Gaddafi hivi sasa awe rais wao, kwenda ili amani karudi. Jamani, kujenga amani ni muda mrefu sana, karne na karne utaijenga amani, lakini kuharibu amani ni dakika moja tu, amani inaweza kuharibika. Tusije tukatambuana, na kuombeni sana mimi wala si mje mkasema kaja kutupiga kampeni kwamba tukamchague nani, daktari Hussein. Sisemi. Nenda kama kuna kiongozi wako unahisi huyu nikimchagua ndio wataniletea maendeleo ya kweli, kamchague. Ukishemchagua tafadhali, rudi nyumbani, nenda kasubiri matokeo. Asitokee mtu akakushawishi akakwambia kakae ulinde kura yako wapo waliokwisha teuliwa na kazi zao maalumu za kulinda kura. Kura ya nchi hii hailindwi na kila aliyepiga kura. Utaratibu unavyokwenda wa kupiga kura, kama wengi wetu hatujaingia kwenye zoezi la kupiga kura, asubuhi saa moja kabla ya kuanza zoezi, sanduku la kupigia kura ambalo ni transparent, unaona kilichomo ndani, linafunguliwa mfuniko unageuzwa hivi, sanduku linageuzwa hivi kinyume nyume. Jamani, naona nini? Wakala yupo anaona, anashuhudia amna kitu. Inafungwa pap, kuna lakiri maalum inatiwa huku inatiwa na huku. Lakiri zina namba. Wakala huyo hakatazi kwenda kuchukua namba ya lakiri iliyofungiwa. Lakiri ya upande wa kulia ilikuwa na namba ngapi ngapi ngapi, ngapi? Ana noti, hakatazi. Na ya kushoto ilikuwa na namba ngapi ngapi ngapi, ngapi? Hakatazi na kwa bahati lakini ile huwezi kuifungua, maana ina vitu kama vijino hivi. Vikisha kwenda hivi wote na kuvirudisha hivi, ili, ili uweze kuifungua ni lazima uikate. Zoezi linaendelea, zoezi linaendelea. Tunapiga kura we mpaka jua limetua, tumemaliza kupiga kura, tunataka kuhesabu sasa. Wakala anakwenda anajithibitishia, lakini iliyofungwa jana ni sahihi, ndiyo lakini iliyofungwa asubuhi ni sahihi ndiyo. Kura zinamiminwa, watu wanakusanyika hapo chini ya ulinzi, inatolewa kura, inafunuliwa moja moja. Hii hapa imemchagua Miza Hassan Faki, anapewa. Kama nipo mwenyewe, anapewa sipo, anapewa mtu wangu, anachukua. Hii hapa imemchagua muumini, imemchagua m..., tena mnaridhika, mnaiona, imemchagua muumini, anapewa anapewa wakala wake, au kama yupo mwenyewe mpaka mwisho. Sasa kila wakala anaambiwa, hesabu kura yako za mtu wako, tunaanza na mmoja mmoja. Haya, anza wewe Wamiza anahesabu mpaka kafika mia moja na ishirini mewangu mia moja na ishirini ana, ina, ina, ina, inachukuliwa mia moja na ishirini Haya, Muumini wewe, mgombea wako kafika ngapi? pia kafika mia na hamsini anahesabu pale, zinahesabiwa tunashuhudia sote, mia na hamsini mpaka watu wote wanamaliza wakishamaliza kuna fomu maalum sasa, yanajazwa yale matokeo. Mgombea Miza Hassan Faki kapata kura mia moja na ishirini. Wakala wangu anaona imejazwa na anasaini. Mgombea Mumin Abedi Salum kapata kura mia moja na hamsini. Mgombea wa, nani, wakala wake anaona imejazwa na anasaini, mpaka tunamaliza sote. Kopi zile za, mato, za, za matokeo yale zinatolewa pia, hii yako, hii yako, kila mmoja anapewa kama anaenda kupeleka kwa mgombea wake, kama anaenda kupeleka chamani kwake mwenyewe, atajua ataka kupeleka. Na moja inabandikwa kwenye ukuta pap. Wanaokuwa hao hawakuwemo kwenye vituo, wakija kutaka kuangalia wanaangalia, wanajua kama mgombea wangu hapa kapata kura kadha. Sasa nijiulize, unakwenda kulinda unaibiwa wapi? Au yule wakala uliyemuweka humwamini? Kama humwamini kaingie mwenyewe, kaingie mwenyewe ulinde haki yako lakini musishawishiwe, nyinyi wazee wangu na vijana wangu, mukenda mkaambiwa kalindeni kura zenu, mkaambiwa nendeni kapigeni kura, mkishapiga kura musiondoke, mukae mulinde. Wazee wangu nakuombeni sana, mimi na imani, mimi na imani. Mwenyezi Mungu ndo alionipa hii nafasi, kama kashusha ilham, kashusha kwa Dr. Huseni Dr. Huseni akaniteua. Kesho akhera tunaambiwa katika hadithi ya mtume inasema hivi, lantazula qadamu addin yauma alqiyama hata yusalu an arbaat, hautonyanyuka unyayo wa mja siku ya kiyama mpaka aulizwe maswala manne. Kwa nafasi hii niliyopewa, swala moja litakuwa nafasi hii niliutumia vipi, niliwasimamia vipi wananchi wangu, nilifikisha vipi kwa wananchi wangu. Hili swala najiepusha nalo, jamani, nanawa, nishafikisha kwenu katika suala hili nishafikisha kwenu. Kesho akhera, Mwenyezi Mungu akaenda akiniuliza, nitasema mimi nilifikisha, wao hawakutaka kunisikia. Sawa eh, mimi nishafikisha kwenu. Nakuombeeni kuweni watulivu, kwendeni tukapige kura, turudi majumbani. Haki ya kila mtu ataipata, hakuna mtu ambaye atadhulumiwa haki yake. Na ninaimani sisi ni Waislamu. Ikiwa wewe ni Muislamu, muamini Mwenyezi Mungu Ukihisi umedhulumiwa wewe sema tu alhamdulillah. Haitoshi, haki yako usipoipata hapo, utakwenda ipata sehemu nyingine. Kwa nini kwenda tukashindane na watu wengine eh? Kwa nini twende tukashindane na watu wenye nguvu zaidi? Leo viongozi wetu wanasema kwamba katika uchaguzi huu hatokumwa mtu hata upele, lakini hatopita askari na shughuli zake Ukachukua jibu ukamvurumishia nalo likamgonga na hapa chelezika damu, hivi nenda mawimbi. Alafu ukasema naambiwa siku tupele jamani, tusende tukachokoza watu tusiowaweza. Tuendeni tukafanye vilo tuhusu tukapige kura zetu turudi majumbani. Haki yako utaipata, imani yangu haki ya kila mtu haitopotea. Nashukuru sana kwa kunisikiliza.